Lakini kuna habari inaosema bunge la charuka vigezo ajira JWTZ. Bunge la charuka vigezo vya ajira JWTZ e, wapinga e, wapinga utaratibu kutakiwa, e, waliopitia JKT na JKU pekee. Spika aitaka serikali kuwasilisha majibu kwa kukuruka, e, kwa kiuka maelekezo ya wachambuzi, waibua mtazamo tofauti, wenye sifa sahihi kukosa nafasi za ajira. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi. Hiyo e, ni bunge la Charuka vigezo ajira JWTZ. Lakini Samia e, Chapo wakubaliana mambo kumi. Samia na Chapo wakubaliana mambo kumi shilingi trilioni moja, vipaumbele sita bajeti maji. Lakini maazimio ya bunge la Ulaya ya wakera wa bunge. Maazimio ya bunge la Ulaya la wakera wa bunge. Lakini bado kuna habari inayosema Papa Leo wa 14 aweka rekodi mpya Katoliki. Papa Leo wa kumi na nne aweka rekodi kanisa Katoliki. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Mwananchi ukurasa wa mbele. Na tukichana gazeti la Mwananchi tuangazie gazeti lako la Nipashe mwanga wa jamii eh, kwa asubuhi ya leo. Leje linaanza na habari kubwa eh, inayosema eh, tamko la bunge la Ulaya lazua jambo. Tamko la bunge la Ulaya lazua jambo, serikali yalijibu wenzao Dodoma wakosoa baadhi ya hoja. Lakini aweso sasa kuelekeza asilimia 86 miradi ya maji vijijini. Aweso sasa kuelekeza asilimia 86 miradi ya maji vijijini. Lakini kuna habari unasema, Samia, rais wa Msumbiji wa Teta kubadilishana wafungwa. Samia na rais wa Msumbiji wa Teta kubadilishana wafungwa. Lakini moshi mweupe, papa mpya kanisa Katoliki apatikana Vatikani. E, habari inapatikana kwenye gazeti la Nipashe ukurasa wa mbele lakini Jumuiya ya Madola yakoshwa na msaada wa kisheria ya Samia, wanamwanga waibua usioyajua kuhusu Msuya. Wabunge wapinga JWTZ kuajiri kwa kigezo cha mafunzo ya JKT, wabunge wapinga JWTZ kuajiri kwa kigezo cha mafunzo ya JKT. Hiyo ni habari pia kwenye gazeti ya Nipashe Mwanga wa Jamii kwa asubuhi ya leo. Lakini gazeti lako la Mwanahalisi linaandika la kuvunda viongozi wa dini lisu bunge la Ulaya waiweka serikali njia panda. lakini G55 kula ubwabwa ni kutoka Chadema hadi kwenda Chauma. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Mwanahalisi ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la uhuru linaandika Tanzania na Msumbiji neema tele, Tanzania na Msumbiji neema tele, kampeni ya Samia Lego Aid yavutia jumuiya ya madola, na Biteko atoa somo kwa wadau wa elimu barani Afrika lakini bado kuna habari inayosema mkoa inayozalisha korosho mara kwa mara kwanza yapatiwa viuatilifu, lakini system ya wahakikishia wananchi amani katika uchaguzi mkuu na Rais Samia atoa faraja kwa walio eh, walio limbikiza ankara za maji. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Uhuru ukurasa wa mbele, lakini gazeti lako la Taifa Tanzania uzalendo kwanza lenye linaandika Rais Dr. Samia Suluhu Hassani e, Chapo wa saini mikataba ya ushirikiano wa kisekta. Lakini mikoa yatakiwa kukabiliana na changamoto ya malezi ya watoto e, mikoa yatakiwa kukabiliana na changamoto ya malezi ya watoto. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania uzalendo kwanza. Lakini gazeti lako la Tanzania leo linaandika asubuhi ya leo, Biteko, tutaendeleza mageuzi ya kidigitali katika elimu lakini si pia hii makala arusha kombora chadema kutoshiriki uchaguzi na Dr. Samia Chapo waandika historia wasaini mikataba miwili ya ushirikiano kubadilishana uzoefu na tafiti za pamoja. Ni habari ukurasa wa tatu kwenye gazeti la Tanzania leo. Lakini Rais Samia mgeni wake Ikulu eh, Rais Samia na mgeni wake Ikulu, huyo ni Rais Chapo. Lakini adaiwa kuua mwanamke mwana akidai amemwambukiza ukimwi. Eh, huyo ni mtu mmoja, adaiwa kumuua mwanamke akidaiwa amemwambukiza ukimwi. Lakini Profesa Mkumbo aongoza kongamano la biashara kati ya Tanzania na Msumbiji. Profesa Mkumbo huyu ni Kitila Mkumbo, aongoza kongamano la kibiashara kati ya Tanzania na Msumbiji. Samia aridhia msamaha wa faini za maji wenye madeni. E, Samia aridhia msamaha wa faini za maji wenye madeni. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania leo ukurasa wa mbele la na na chamsuya, lizizima, mitani, lakini gazeti lako la Uelekeo lenye lina habari inayosema kifo cha Msuya mwanga vilio vya lizizima kila kona mitaani, lakini wamwita mzee wa nyota tano, Rais Samia Chapo wakubaliana makubwa Msumbiji, kujifunza mengi Tanzania, lakini Samia awaokoa wadaiwa wa maji. Samia awaokoa wadaiwa wa maji, lakini e, wa kuna habari inayosema kampeni ya msaada wa kisheria ya mpaisha kimataifa makala sina mpango wa kuania ubunge. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uelekeo ukurasa wa mbele, lakini Majira gazeti lako linaandika tokeni za uthibitisho ngao ya kisasa vita dhidi ya udukuzi wa digitali, lakini kuna habari inayosema wabunge wa kerwa na bunge la EU kupinga kupigia debe vitendo vya ushoga ushoga. E, wabunge wa kerwa bunge la EU kupigia debe vitendo vya ushoga. Rais Rais Samia Samia, Daniel Daniel Chapo waanika walivyokubaliana. Rais Samia na Daniel Chapo waanika walivyokubaliana ni pamoja na kuimarisha ushirikiano, uanzishwaji vituo vya pamoja mipakani na mengine, mashuhudi ya e, utiwaji wa saini mikataba Ikulu. Yuni habari kurasa wanne. Lakini kampeni ya Samia Lego Aidi yazidi kupaa kimataifa. E, kampeni ya Samia Lego Aidi yazidi kupaa kimataifa, watakiwa kuwekeza katika teknolojia. Yuni habari kwenye gazeti lako e, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Gazia sasa gazeti la Wamachinga, sauti ya wanyonge lenye linaanza na habari kubwa inayosema papa mpya kardinali eh, Privosti eh, papa mpya eh, ni kardinali Roberto Privosti achaguliwa. Lakini mapato yasiyo ya kodi yafikia asilimia 67, omh ya dhamiria yadhamiria eh, kufikia lengo la mwaka. Lakini kuna habari kubwa inayosema kesi ya Lisu, wabunge wapinga iyukuruhusu ushoga. Eh, kesi ya Lisu, wabunge wapinga iyu kuruhusu ushoga. NMB eh, yazindua kadi maalum ya wafanyabiashara wadogo kati. Eh, NMB yazindua kadi maalum ya wafanyabiashara wadogo na wakati. Dokta eh, Chana wanachama mkataba wa Lusaka wa wa kezeni, eh, teknolojia ya uvumbuzi hiyo ni habari kwenye gazeti la Machinga sauti ya wanyonge ukurasa wa, wa ukura mbele, lakini habari kubwa ni wabunge wapinga EU kuruhusu ushoga. Raia Mzalendo gazeti lako kweli na wazi naandika papa mpya patikana Vatikani, lakini kampeni ya msaada wa kisheria bure yazidi kumpaisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kimataifa. Nchi ya Jumuiya ya Madola zaiga kampeni hiyo za mpongeza Rais Samia kwa utekelezaji mzuri. Waziri Damasi Ndumbaro asimulia ilivyokuwa gumzo mkutano wa Geneva, Uswisi, lakini Msumbiji walitamani wa taasisi ya ya moyo ya JKCI. Hiyo ni habari pia kwenye gazeti lako Raia Mzalendo ukurasa wa mbele, lakini kuna habari inasema Waitara asema wanawake Tarime wanamshukuru rais Samia kwa maji safi lakini Dr Miteko, Tanzania imedhamiria kuendeleza mageuzi ya kidigitali katika elimu El hiyo ni habari kwenye gazeti la Raia Mzalendo ukweli na wazi ukurasa wa mbele, lakini bado kuna habari kwenye gazeti lako la Habari Leo linaandika Tanzania na Msumbiji kimkakati na biashara e, Tanzania na Msumbiji kimkakati na biashara, lakini tume vituo kuanzishwa reli kuunganisha bandari mikataba yasainiwa, Msumbiji yavutiwa mwenge lakini kuna habari inayosema Samia asamehe faini ya madeni ya maji, maji yawafikia asilimia 73 vijijini na 92 mijini. Hiyo ni habari kurasa wa tatu. Biteko, Afrika iwekeze ubunifu, rasili na rasilimali watu, hiyo ni habari kwenye gazeti la habari leo. Na msuya amwagiwa sifa, ratiba ya mazishi leo. NMB yaja na kadi yaja na kadi ya wajasiriamali ya mali kukuza uchumi NMB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 lenye linaanza na michezo inasema, Simba yazidi kuikaribia Yanga kileleni. E, Simba yazidi kuikaribia Yanga kileleni. Mkwasa aliana waamuzi Afconi. Lakini kuna habari nasema RT mguu sawa kwa uchaguzi. Enrique awajia juu wanaoibeza ligi ya Ufaransa, lakini kesi ya Yanga ya kuhamisha ripoti ya uchunguzi. Lakini gazeti la Nipashe naandika sababu ya Yanga kugomea ya dabi, yataka uchunguzi wa bodi ya ligi, sababu kuahirishwa mchezo wa Machi nane uwekwe wazi. lakini ahwa apiga hat trick Simba ikili, ikila kiporo. ahwa apiga hat trick Simba ikila kiporo. Lakini Raia Mzalendo, gazeti lako linaandika Simba yashtukia mashushushu wa Berkane. Rais Samia aipa Simba ndege kwenda Moroko. ahwa apiga hat trick e, na pamba hiyo. Ni habari kwenye gazeti ya Raia Mzalendo, ukurasa wa mchezo. Lakini gazeti lako la Machi linaandika ipiara ya mzamilia kwa Jonas Bukude Pira yaizamilia kwa Jonas Mkude. Simba yaionyesha mji Pamba Jiji, yaichapa goli tano kwa moja. Ahuwa shujaa, lakini yatafuatana kimbinu na Berkane, yatafutana kimbinu na Berkane. Lakini gazeti laku la Majira linaandika serikali kuipatia Simba ndege kwenda Moroko kucheza fainali dhidi ya Berkane. Yaichapa Pamba Jiji tano, lakini Aweso wawapongeza Simba Yanga kuitangaza nchi kimataifa lakini gazeti lako la Uelekeo linaandika mzee Magoma, wabunge walitaka kuwatega. Kabudi Zungu ataka dabi ichezwe, la sivyo Yanga itaumbuka. Lakini Dr. Samia aipatena Simba ndege ni ya kuwapeleka Moroko, kuwasubiri na kuwarejesha Dar es Salaam. Yaibambiza Pamba Jiji eh, ikitafuna kiporo cha tatu safari laga wajana, wajana kubwa zaidi. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Uelekeo kwenye ukurasa wa michezo lakini taifa Tanzania kuna mchezo inaandika serikali yatoa ndege kuipeleka Simba ya Moroko kucheza fainali. Lakini Simba yajipigia viporo vyake, yainyosha Pamba tano kwa moja lakini msimu 2024 msimu 2025, msimu baya kwa Arsenali. Hiyo ni gazeti lako la Taifa Tanzania. Na gazeti lako la Uhuru linaandika rais Samia aipa ndege Simba kuifuata rasi Berkane, kocha Yanga aigeuzia kibao na Mungu lakini Mkwasa afunguka Ngorongoro Heroes e. na Chelsea Liverpool vita kali e. bado nne tu hiyo e. inasema ni Simba ya takata KMC ateba awa noma. Lakini tuangazie sasa gazeti lako la Mwanaspoti linaandika mambo yaliyojificha soka la Bongo, Simba ya acha msala kafu ikiua pamba, Azam Singida zina siku kumi ngumu bara, lakini kilichowakuta ni hiki lakini mambo yaliyojificha soka la bongo hiyo ndio habari na utawala kwenye gazeti lako la Mwanaspoti. Pata nakala yako kwa habari kwa kina na gazeti lako la Mwanaspoti... Natufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni jmwema, kwa usikilizaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.